Ninayo furaha kubwa sana hii leo kurejea tena kwa mara ya pili katika tawi hili la Simba Sports muzini. Nilikuja hapa miezi miwili iliyopita kwenye uzinduzi wa tawi hili, japo hatukufanikiwa kuzindua, lakini mrejesho ambao nimeupata kutoka kwa viongozi wa Simba hapa Zanzibar ni kwamba mchakato unaelekea ukingoni, nami niwahimize malizie mchakato wenu huo, tuje tufanye uzinduzi wa tawi la Simba hapa Mbuzini. Lakini pia nichukue nafasi hii kuomba radhi kwa kuchelewa kufika. Ilikuwa nije tangu jana, mambo yakawa mengi ikawa nije mchana wa leo, shughuli zikawa nyingi, lakini imefika jioni na jambo la kutia faraja, nimewakuta wanasimba wakitusubiri. Kwa hiyo, kwa hilo niseme asanteni sana kwa kutungojea, ndugu zangu ambuzini. Lengo la kufika hapa ni moja tu, kuja kuwaambia kwamba Tarehe ishirini, siku ya Jumapili tuna kazi ya kumnyonyoa mpinzani wetu Stellenbosch. Hey! Hey! Hey! hatuna mambo mengi siku hiyo. Siku hiyo tunachokitaka mnyama ni kumpelekea pumzi ya moto mpinzani wetu ni kumpelekea ubaya ubwela, ni kumpelekea sicheki na wowote tuondoke, ashininono ameeaa. Ndugu zangu wa mguzini na Wazanzibari kwa ujumla, na Wanasimba popote walipo, fahamuni ya kwamba michezo ama michuano ya Afrika ni nyumbani na ugenini. Sisi tuko nyumbani kwetu, tunawajibika kufanya kila tunachoweza nyumbani kwetu, Simba ipate matokeo mazuri. Mechi ya marudiano iwe ni mechi ya kukamilisha ratiba. Kazi yote tuimalizie hapa hapa nyumbani kwetu, tukienda ugenini tunakwenda kumalizia kazi. Hivyo basi tunawajibu na tunawajibika kufanya kila tunachoweza tukashirikiana, tuwezavyo, tuimalize hii mechi hapa nyumbani. <tos> <tos> tayari mpinzani wetu ameshawasili yuko hapa visiwani Zanzibar. Kwa hiyo, maana yake ni kwamba mechi tayari imeshaanza, mwanambuzini. Usisubiri siku ya mechi na uanze kucheza mechi. Mechi tuanze kucheza kuanzia sasa. Tarehe ishirini tunakwenda kumalizia juhudi <laughs> na sisi, sio tu tunahitaji kushinda, tunahitaji kupata ushindi mkubwa ambao utatuhakikishia kwenda fainali, yaani sisi fainali yetu tunaipata hapa hapa katika uwanja wa Amani Zanzibar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kama unavyoiandaa maiti vile, kila kitu unafanyia msikitini au, au, au nyumbani kwa maana una, una, unaosha huko huko una kafini huko huko unavisha sanda huko huko unasalia huko huko. Makaburini kazi ni hii, nikuzika tu. Ndicho tunachotakiwa kumfanya mpinzani wetu, yaani tumalizane naye mapema. Ikifika siku ya mchezo, ni kwenda kumalizia tu shughuli. Mnyama aende zake, nusu aende zake fainali. Ndugu zangu, wambuzini, hakuna tunachokihitaji mwaka huu zaidi ya kwenda fainali na dalili zote zinaonyesha ya kwamba huu ni mwaka wa mafanikio wa Simba Sports Club. Huu ndio ule mwaka ambao unapanda ukoka unavuna matembele. Ndio huu mwaka huu, ndio mwaka wa mafanikio wa Simba Sports Club tayari timu yetu imeshakaa kwenye levo nzuri, palikobaki ni padogo tu, kwetu sisi mashabiki kuiunga mkono timu yetu iweze kufanya vizuri, na mbuzi amefia mbuzini, amefia kwa muuza, tunacho tu tunachopaswa kufanya ni kidogo tu, ni kushikamana sisi Wanasimba wa Mbuzini, Wanasimba wa nchi nzima, wanasimba wa dunia nzima, tushikamane tunavyoweza kushikamana. Tarehe ya ishirini twende tukamalize kazi yetu. Huyu ni mpinzani mwepesi mno, ni mpinzani ambaye yuko saizi yetu kabisa. Tena sisi tumemzidi kwa ubora kwa hiyo tunachopaswa kufanya ni kuongeza nguvu kidogo tu, twende tukamalize mnyama aende fainali. Hakuna tunachokihitaji safari hii zaidi ya fainali, na fainali inawezekana, tayari tumeshafika nusu fainali. Tunachosema hatuishii hapa, tunaitaka fainali, tunaitaka fainali kwa malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kuendelea kujitanua zaidi Afrika, tuendelee kuheshimika zaidi Afrika, tuendelee kutambulika zaidi na kuogopeka zaidi Afrika, tuendelee kupanda viwango vya ubora barani Afrika. Hivi sasa nafasi ya nne, tunataka nafasi za juu zaidi, ndiyo maana tunataka kutoka nusu fainali kwenda fainali, lakini tunataka kwenda fainali. Sababu yetu nyingine inayotupa nguvu ya sisi kutaka kwenda fainali ili tuwaumize watu roho oh. <coughs> <coughs> kuna watu wanaumia vibaya, kuna watu wanateseka vibaya mno, na sisi jukumu letu, mtu akiumia, hatumpi panado ili apone, tunaendelea kumkandamiza apate maumivu zaidi, na kumkandamiza kwake ni mnyama kutoka nusu fainali kwenda hatua ya fainali Furaha yetu ni kuona wapinzani wetu wakiendelea kuumia. Furaha yetu ni kuona wapinzani wetu wakiendelea kuteseka. Furaha yetu ni kuona wanateketea na roho zao mbaya. Sasa njia pekee ya kumuumiza mtu mwenye roho mbaya ni wewe kufanikiwa zaidi. Ndugu zanguni, twendeni tukafanikiwe. Tarehe ishirini wako watu walicheza fainali kwa kuunga unga tu natantana na maitia eh. <tosimu> ni tofauti na fainali ambayo Simba utakwenda kucheza. ni fainali ambayo tumeitolea jasho kweli kweli, ni fainali ambayo tumeipambania kweli kweli. Anza kuangalia mapito ya Simba kuanzia mechi ya kuania kufuzu hatua ya makundi, jo uangalie kundi lenyewe juu iangalie robo fainali jo kwenye nusu fainali, ni njia ngumu, ni njia za mateso kweli kweli, na kote huku nyama ametoboa. Kama tumeweza kupita kwenye njia ngumu huku, hapa kwenye nusu fainali, wanasimba, tusikubali kuishia hapa. Twende tukaimalizie safari, tuipeleke Simba yetu nusu fainali, tuipeleke Simba yetu fainali, na tukifika fainali tunawaona wapinzani wetu wanavyoteketea mitaani kwa mateso, na hiyo ndiyo furaha yetu, wanasimba. <coughs> yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! School, na tunawatangazia rasmi kama wanasubiri kumwona mnyama ikiishia nusu fainali ili waanze kufurahi na kutucheka, tunawaambia tu watasubiri sana. Kama kifaranga anavyosubiri kunyonya kwa mama yake, ndivyo na wao watakavyosubiri sana kumwona mnyama anayeishia hatua ya nusu fainali. Ndugu zanguni, wanasimba wa mbuzini, safari hii imeanza na kikomo chake na mwisho wake ni fainali. Uzanguu ni walambuzini, hili jambo tunaliweza sana. Hii mechi iko ndani ya mikono yetu. Tukitimiza wajibu wetu ipasavyo, tukashikamana sawa sawa, mnyama anakwenda nusu, anakwenda fainali. Hatujawahi kushindwa jambo, Zanzibar, Wazanzibari hawajawahi kushindwa jambo, wakiamua lao linawezekana. Twendeni tarehe ishirini tukaionyeshe dunia Zanzibar ni sehemu gani. Kila mtu anajua nini cha kufanya, simba ende fainali. Twendeni tukafanye, twendeni tukampigie goti Mwenyezi Mungu, simba yetu yende fainali. Pamoja na hayo yote, tuna wajibu wa kuja uwanjani siku ya tarehe ishirini. Hakuna sababu yoyote mwana simba wa mbuzini ukabaki tawini ukabaki nyumbani ukaacha kuja uwanjani e, siku ya tarehe ishirini, wewe mwenyewe anza kujionea aibu ya kwamba haujaenda kuiunga mkono simba yako tarehe ishirini. Na swala la kuja uwanjani, hii siyo faradhi kifaya. Naifahamu faradhi kifaya eh? wakifanya wachache, wote mnapata thawabu. Hii ni faradhi ya aini ambayo kila mtu anatakiwa kushiriki kikamilifu. Maana yake ni kwamba kila mwanasimba anatakiwa kuja uwanjani tarehe ishirini, tuache uwanja ujae. Lakini tayari kila mwanasimba ameonesha nia na dhamira ya kuja uwanjani siku hiyo. Usiseme, usikae hapa mzini ukasema ya kwamba watakwenda wa mjini, watakwenda wa Dar es Salaam, watakwenda sijue wapi. Kila mwana simba wa Zanzibar hapa anatakiwa kuja uwanjani siku hiyo, na hiyo maana yake ni kwamba kila mwana simba anatakiwa kununua tiketi siku hiyo. Kwa kusema hivyo ndugu zangu tuendelee kuhamasishana kwenye matawi yetu hapa Zanzibar, tuendelee kuhimizana na tuendelee kununua tiketi. Na tena kama tungekuwa na utaratibu mzuri, tungekuwa na mapenzi makubwa na timu yetu, tungeruhusu tuuze tiketi nyingi zaidi, alafu wakaingia watu elfu kumi na tano, wengine walionunua tiketi wakawa wameichangia timu yao, lakini utamaduni huu hatuna. Hivyo basi Ha au, au watu elfu kumi na tano mia nane tunawahitaji katika uwanja wa Amani tarehe ishirini, twende tuipeleke Simba yetu fainali. Lakini kila anayekuja uwanjani siku hiyo asije kama anakuja kusikiliza hutuba ya Ijumaa ya kwamba umetulia unamsikiliza imam. Kila anayekuja uwanjani siku tarehe ishirini aje amechanganyikiwa aje amevurugwa, aje uwanjani kuishangilia Simba yake. <laughs> Tarehe ishirini hatutaki watu kupoa, tunataka watu waje washangilie vibaya mno. Haijalishi umri wako, uwe ni mzee, uwe ni kijana uwe ni mama huwe ni bibi uwe ni msichana. Hakuna kuangaliana usoni siku hiyo wala kuoneana aibu siku hiyo, ni mwendo wa kushangilia mwanzo mwisho. Yale ya uwanjani mwachieni Mpanzo atayamaliza. Kama unaona aibu kushangilia kwa sababu umekaa na watu unaojuana nao, hama hilo eneo. Nenda kakaa eneo jingine, ili upate vibe la kushangilia. Tunataka kelele vibaya mno siku hiyo, tunataka vurugu vibaya, sio vita. Tunataka vurugu, tunataka watu wa, wa, wachetuke vibaya mno siku hiyo. Tunataka makelele yenu, watu wa Mbuzini, tunataka kumchanganya mpinzani wetu. Makelele yenu yanawapa nguvu na motisha wachezaji wetu wanakwenda kufanya kazi tuliyowatuma ndugu zanguni, tunaitaka fainali. Fainali hatutaipata kiwepesi wepesi. Hawa Stellenbosch sio marumo. Hawa Stellenbosch wanajimudu, wako sawasawa kwelikweli. Lazima tuwavuruge, tuwapagawishe, tuwapelekee pumzi ya moto imeisha yo ndugu zanguni, wanambuzini, hakuna mwaka mzuri wa kimafanikio wa Simba kama mwaka huu. Kila kitu kinatuendea vizuri, kila kitu kinatuendea vizuri. Palikobaki ni padogo mno, palikobaki ni padogo sana. Tukituliza akili vizuri tunapamaliza vizuri. Twendeni tukaimalize hii safari yetu, twendeni tukachukue huu ubingwa. Kwani nashindikana nini? Hakuna aishindikani, tukuachie uhakika, inawezekana ndugu zangu timu tunayo ya kufanya hivyo. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunikaribisha tena hapa katika tawi la Mbuzini. Nami nimefurahi tena kurejea hapa. Mara mwisho ya mwisho umenipa zawadi ya mashokshok, sijajua na safari hapo <laughs> au mmesha nizoea amsi mbesha. <laughs> Kwa maumbili ya Mwenyezi Mungu na dunia hii, msimu wa tunda moja ukiisha unakujaga msimu mwingine. Kwa hiyo kama kuna zawadi ya matunda ya msimu huu napokea. Na kwa hiyo asanteni sana kwa ukarimu wenu. Tupambane, tuchukue uhuru bingwa, tuje tufanye sherehe hapa katika tawi la Mbuzini. Asanteni sana.